The first time tumepata nafasi ya kuongea na shemeji yetu, mama yetu uh, wa pili ambaye ni bibi yake bos wa jumomidia Bujram ham bibi yake wa pili. Kwa hiyo tumekuwa naye hapa, mimi ni mamke wangu, kwa hiyo ntakuwa uh, mankini sana kuuliza maswali, lakini vile vile basi, wewe uko pale, labda uko na swali lolote dondoshe hapo uh, chini, ndio tuweze kuendelea kumuuliza uh, mambo. Vipi mama Oh. Ni mahatia ni kukuita, ni kufanya mambo vipi kwa mama si, wa digital <laughs> hey, mamangu ni, ni, ni, ni mtu wa digital mm. uh, pengine kwa faida ya mtazamaji pengine utuambie unaitwa nani uh, na we ni nani? Mi naitwa Binti Ali Suli kwa jina la mitandao inaitwa Binti Glam kwa m, Jimbo Media ni director. Wajimbo Media. Wajimbo Media. Yeah. Yeah. Kwa hiyo zile mbomo zote huwa ni wewe ndio ume direct? Meedarekt um, nyingi kama story ya Masai nilianzisha mimi, nikaa nikawa na idea nikasema tuanzisha hivi. ah. Yaani huwa mda mwingi ni wa kutunga story. Kwa hiyo wewe we, um, ni kipaji chako ama pengine umechukua, unajua uh, mkipendana au mnafanana mpaka tabia Ingine ulichukua tabia lakini mwenzangu ndio aliona, au mwenzangu, uko vizuri. Sasa ikiwa kama mfano tunaenda mahali mm. ananiambia kesho, jitayarishe tunga story. tukifika location wetu shatoa story na alhamdulillah. yeah. akinishindi. So akikwambia hivyo, huwa anakupa muda ama, hamlali pamoja ili kila mmoja atunge story yake yana... tumeka pamoja, tutakaa tutaongea, mwisho atakwambia, wewe bana, wewe tunga story. yeah. Yeah. ananiacha peke yangu mm. na numekicha baadaye, kifika kesho anakuuliza kama tuko location kama hivi, watu wakiulizana, watu wanashuti nini, kila mmoja anamwangalia Jimbo Media, pengine ulijiunga. Uh, lime nitasema kwa sababu nilijuana na mume wangu mwezi wa sita uh -huh. ya yeah, mwezi wa sita mwaka jana sijui wanachanganya 2024 eh, 20 20, 20, 3 yeah mwezi yeah. wa saba kama yeah. sikosei. yeah. yeah. um, kwa hiyo ulijuana naye ukiwa Jimbo ukiwa ama mlijuana naye? Tulijuana, tulikuwa na grupu uh, nyingine ya kusaidia uh, mayatima inaitwa Digo TikTokers, ndo tulijuana hapo wakati ule lukuna, una, una, una, na unahusishana tiktok sana sana e, na tena hata tu kukaa sana, kwa sababu tulivyojuana hiyo siku tunaenda gasi kupeleka nani vitu kwa mayatima, ndo hiyo siku akaniona mm ndo tukajua na hivyo ndo tukaanzisha penzi pengine. Oh. Hmm, uligundua uli pengine uh, Bujra alikuwa na ni kitu gani ambacho alikitamani ambacho aliona kwako pengine, kwa sababu muda muda ni kidogo sana, ni si, zijua kwa sababu kila mtu ana muonekano ana ile kitu ambacho ameipataje? Labda alikuwa stress, wewe ndio ukafanya hiyo kazi ya kumhil ama ilikwaje? Alikuwa tu sawa na tulivyojuana, akaniambia kwamba nina mke yeah, lakini sasa mimi nikamwambia kama una mke yeah. kila mtu wajua, watu wengi walikuwa hawajui, sio mimi peke yangu, hata yeah, wengine nilikuwa nao kwa hawajui kama Bujra ana mke sasa, yeah. Mimi nilipokuja nikajua kwamba ana mke, mimi nikamwambia kila mtu afuate shughuli uh zake, na watu hawezi jua, lakini Bujra ndo alinilazimisha, yani, ni ile kuni kunipa moyo kwamba kuolewa mke wa pili sio issue kubwa. Wewe ulikuwa utaki? Mimi nilikuwa sitaki kwa sababu nilijijua kwa sababu ile situation yani, nilikuwa najua nikiingia kwenye ndoa obviously lazima nami nitatokea, mwanamume akiwa mke wa pili lazima atakuja atawa mke wa tatu. Sasa nilijiweka kwenye kile kiatu cha yule mwenzangu mimi, na mimi nikija mume wangu nisikia na mwanamke mwingine mi pia nitajisikia vibaya na wazazi wazazi wangu hawaku yani ni, nashukuru nimetoka kwenye nani ya dini ah, familia yenye dini yeah, yeah. Sasa waliniambia tu mama, hiyo ni riziki yako, lakini wewe jua ukienda huku ukiolewa, mm. Heshimu mke mwenzako, mpende mm. Usimwone kama adui yako, mwone kama dada yako mm. kama na alhamdulillahi Mungu amenijalia na mpaka sahii tunapendana mm. tunatembea pamoja yani, hakuna mm. ishu yoyote moja katika stori ambazo zilitembea sana ni kwamba baada ya ndoa uh, kulitokea migogoro sana kati ya wewe na mke wako, mke mwenza wako, pengine mlisuluhisha vipi? ile obvious mke na nyanyake uh, unavyosema, lakini uh, katika zile habari nyepesi nyepesi ulizozisikia kwamba nienda to an extent kwamba uh, ikawa hamwonani wewe na, na mwenzako kwa hiyo na, na, na mke mke mkubwa hakuna, hakuna hata siku moja shae kunifanyia vurugu. Nakumbuka for the first time tulienda, alikuwa kuna, tunaenda kushoot hapo hapo yeah. nyumbani yeah. na nikaenda yeah. akanisavu vizuri chakula, I mean chai ilikuwa yeah. ananijua lakini, kwa haku anauhakika yeah. na wala hakuwahi hata siku moja pengine nipige simu akashika simu akanitukana hajawa yeah. sasa hivi unajuta, si juti? yeah. Sijawahi kujuta na siwezi juta. Hawezi juta sasa kwa sababu um, nauliza kujutia, uh, ikizingatiwa kwamba sasa hivi muda mwingi unaonekana wewe na Bujra kuliko watu, wanajiuliza je, Bujra pengine yule mwingine anaona naye masaa mangapi? Labda ni usiku pekee, kwa sababu kama wewe ni direkta basi kila siku ukienda no. kushute wewe uko na Bujra pengine, um, ule mkataba makubaliano nyinyi ya wake wawili kwa Bujra na kwa Bujra ukoje? Mimi nabua tukitoka, watu na tuko kazini mm. na tukitoka, mfano kama ni asubuhi, amekuja akanifata mm. ataniuliza hali mm. samalei, kuendeleaje hujambo, na tukishamaliza kila mtu kimpeleka nyumbani mm. ile kama tunarudi nyumbani ndio ananiuliza mm. umeshindaje, yaani tukiwa pale ni kama hatushulikiani, yani tuko pale kama kazi ah. na mke mwenzangu akipiga simu, yani hakuna kitu ambacho yani cha nafsi yake iko sawa yeah. Akijua kama Bujra ametoka na prit, yaani anajua Bujra iko malipan, lakini na prit anaogopa, anaweza ongeza watatu nani, pengine mke mkubwa anaogopa Bujra kelia peke yake, anaweza ongeza watatu no, sijui lakini mi najua Bujra mwenyewe akiwekwa Muhy..., kwenye mtu akimuinterview, namwambia mii natoka kwa mku watatu suni inshallah, Mungu akimjalia Yani na haja hii ficha kasema, mimi sijui nimekuwa ya pili nando mwisho. mm. Anasema hata watatu na wanne. Kwa hiyo mimi nimejipanga kama, kama wake wa Bujra kwamba kuna wenzetu wawili watakuja baadaye, sio kujipanga. Inauma lakini hakuna ngoja, mtu tu nimwambie mumi, anauma. mm. E, na uti ukifika, si mke wangu anakuambia, anakwambia, mumi wangu bana yopane utakavyofanya, mimi aunisumbui kichwa huyo. mm. akupendi Mm. Obviously mimi nikisikia mume wangu ameoa mke wa tatu nitasikia uchungu, wewe utasikia uchungu. Eh, uchungu na hiyo iko kwa sababu ile vile vile alivyosikia mwenzangu ndio mimi nitasikia na ndio maana nilipoolewa mke wa pili mm. nilijua mwenzangu venye mpaka paka, nikaamua nikamwambia mume wangu, kwa sababu kwa tunafaa tukaisaba, nikamwambia mume wangu ondoka, muenda kwa mke mwenzangu ukamtuliza akishatulia ndio uje kwangu. mko pamoja ama mnaishi mbalimbali? Tunaishi nani, sio mbali sana, kwa sababu mimi nikimwambia nataka kuchorwa mm. anakuja nanichora mm. ni pale kwa nyu... sababu nimekaa na Bujra sana, na moja katika ndoto ambazo walikuwa iko nazo ni kwamba waishi na, wake aishi na wake zake nyumba moja. Pengine hilo linawezekana, hilo inawezekana. Yeah, inawezekana na pengine mbona, yeah. Kama linawezekana lisitokee, aliyakuwa nyinyi mwawili tayari nyumba iko mashallah, ni kubwa nyumba nyumbani ile, mbona um, lisiwezekane kwamba wewe na mwenzako muishi pamoja? Anapoishi mke mwenzangu sio kabuja. yeah. yeah. yeah. yeah. Yeah. kuna, kuna wale ambao waliolewa mtu, at least akija pale nyumbani awe na pa kulala, so siwezi kwa pale mtu akija kama niuba vimeisha, lakini inshallah by next year tutakuwa tunaishi pamoja. Mungu atujalie inshallah. Unamzungumziaje mke, mke mwenzako? Mke mwenzangu navyo describe, yani ni mtu mpole, ako na heshima zake. mm -hmm. Yani hapendi ku interact na watu. mm -hmm. Sio mtu wa social media. yeah. na kati ya mimi naye tukiekwa, naona yeye ndo ana uchungu zaidi sana na Jimbo kuliko muu, kwa sababu si mtu wa social media, alafu yuko na uchungu wa Jimbo Media. mm -hmm. Kivipi? si vitu vikihappen y yeah. ya najua, yani sio mtu ile wa kupost Yeah. Lakini everything what's happening social media naona naona. Yeah. Na pengine kuna kitu uh, ulikifanya ama mlipost kwa social media ya Jimbo Media, pengine akawa, akawa kubaliana nacho, pengine kuna kitu chochote? Aa, a, kila kitu kiko sawa. Yeah. yeah. yeah. kwa sababu tunajua ni, ni mtu ambaye ni, ni ustadha tunasema ni ustadha. mm -hmm. Na kwa njia moja ama nyingine, labda kuna content ambazo labda mtafanya nyinyi ambazo labda yeye hatozipenda. yeah. inaenda vipi? kuna content moja ndo nilifanya. mm. na Bujra ndo hakuipenda. mm. ile huyu, uh, yeah. ni mama wa bibi harusi hiyo. yeah. alisema mimi sijaipenda, na hiyo na tukaitoa. yeah. mm -hmm. mm -hmm. lakini katika zote hakuna siku <laughs> ashai kusema kwamba hii ndo umefanya, mimi sijaipenda. yeah. mtazamaji, mm. ni shemeji mkubwa mdogo yetu, mm. eh, tapigwa leo shemeji yetu mdogo, si mkubwa ambaye ah, ni bibi yake Bujra wa pili. Tangu aolewe nadhani hii ndio interview yetu ya kwanza kufanya naye, na anatuelezea kwamba harusi ilikuwaje. Harusi ilikuwaje, likuwa ile siku, unajua kwamba mimi naenda mahali ambapo kuna tayari yake, nikisema ni, watu kila mtu anajua mwenyewe ndani ya moyo wake. hmm. Ama ulikuwa free kwamba mimi naenda bwana, akinipokea vizuri ni sawa, akisipokea ilikuwaje? ia sio rahisi kupokea mwenzako, yaani, yeah. kwa ile lijua kwamba lazima, mm -hmm. kuna ugumu fulani huko ilikuwa, yeah. yani ilikuayani kivyovyote, kwa haezi kunipokea kwa sababu yeye ni mm. Yani, nadhani waelewa mwenye situation ya mtu akiwa nayo eti ni, kama si kama nisingeuliwa, pengine hujui kile ambacho chengine kitatokea kwa sababu kila mtu ana sura zake yeah. yeah. Lakini sasa hivi ziliisha hasira na mnaishi pamoja eh? ni vile vile miezi ya kwanza kwanza, lakini sasa hivi alhamdulillah, mimi na yeye, anaweza kunipigia simu akanambia, mimi niko chuoni nitachelewa, nibandikie maharage nikija nichukue. so, anapita kwako kwa, anachukua maharage anaenda nyumbani eh. Eh, uh, mwenzako anaishi na wazazi wa Bujra hmm. hilo haulitamani? Ah, yani, wewe natamani kambua... kama kuna tofauti, kwa sababu wazazi wenyewe 24/7 wako busy. Maana dadi mwenyewe kuingia ndani anaweza ingia kama saa sita za usiku. hmm. saa tano. Sasa yeye sioni kama tuko tofauti na yeye hey, lakini uh, ile kama umeamka yuko hapo. hmm. mama yuko na mwamko ama umeamkaje? sio rahisi mwenyewe za kuamka juu hey. afadhali mimi ambaye hey. nenda pale, najua iko mahali kamsalimia hivyo, lakini ambako pale nyumbani awapate ta mda sasa Uh, uchungu usafirishe sasa ukuje, uh, kwako itokee sasa, rafiki yako wa karibu wewe akwambie mimi nataka kuolewa na Bujra mumeo kama mke wa tatu, rafiki yangu mimi, rafiki yako wewe, mimi sijui nitaichukuliaje, lakini sisemi kwa ubaya, mimi siwezi. Unatamani Bujra wewe mke wa tatu Sio kutamani, yeah. Hakuna mtu ambaye anatamani, yeah. Lakini yeye mwenyewe kwa mtu amejieka wa tatu. Bujra amekuwa famous sasa hivi na amekuwa akinteract aki na watu mbalimbali, hiyo ndio inakufanya wewe unatembea naye, pengine mmezungumza nyinyi wawili huyu asipate mtu mwingine ama Uh, unasikiaje una wewe Bujra anakotangamana na watu wengine ambao si wewe wala si ule mdogo mke mkubwa? Mimi ninavyoelewa ni kazi, anajua mwenyewe anajiheshimu mm. Anajua mimi nafanya hivi lakini kuna watu zangu. Lakini wewe ulipatikana akiwa kazini. Mimi ilikuwa sio kazini hata kwa sababu eh. Ingekuwa ni Jimbo Media hapo, yeah. Yeah. si ilikuwa tuko nani ishu nyingine, ishu ya. nyingine. E, ya kusaidia wana yeah. mayatima mm. Mtu akisema tulikutana Jimbo, mimi hiyo ni ex, kwa sababu mitakuwa sijui chochote kuhusu Jimbo. hmm. um, tunaarifiwa kwamba wewe ulikuwa na mtoto kabla ya kuingia kwenye ndoa ya Bujra, pengine mtoto yule unaye wewe ama umemwachia, umewachia wazazi, na kama unaye wewe uh, Bujra anamchukuliaje? Mchukuliaji ye hmm. mwenyewe anatamani sana, hajaishi naye, lakini mtoto mwenyewe sio kwamba sio kwamba eti ampendi hmm. anampenda, lakini amezoea yale mazingira yenye anaishi na nyanya yake na babu yake yeah. Alafu pia kuna mtiani kwa sababu hata akija kuishi na mimi yeah. Sitomruhusu yeah. Yani awe kama venye ko kwa sababu kuswajua mtoto anaweza toka akaenda kucheza na wenzake na, yeah. Na mimi kule nisikuenda kazini yeah. Mi nabaki nyumbani najifungia nini yeah. Baba wake pengine mnaongea, mtoto mtoto ana baba? Hakuna ah, Mtoto akizaliwa nje ya ndoa mtoto, uh, yeah. akizaliwa nje ya ndoa ana ana umeingia umeingia kwenye dini kama, yeah. mwenzako nafundisha na dini ah, ni sawa, hana baba, lakini kunaye yule ambaye pengine mli, mlikuwa marafiki ka produce kile kiumbe, so pengine mnaongea, namjulia hali ni Bujra Bujra mm -hmm. ndo tulikuwa rafiki tulikuwa marafiki na ndo kwa ni yeye ndo Bujra ndio baba wa yule mtoto yeah. Ha, wakati mnaenda mnaenda orphanage kupea chakula, wewe ulikuwa na mtoto tayari? mimi ndo baba, mimi ndo mama. Ukifuatilia <laughs> dini ya Kiislamu mtoto kuzaliwa nje ya ndoa hana baba. Mtazamaji huyo ni uh, shemegi yetu ambaye ni mke mdogo wa Bujra, na imekuwa vizuri, leo tumepatana naye kwa mara ya kwanza na tukawa ni mwenye kutukubalia kuongea na yeye sasa hivi. Basi pengine utuambie mabadiliko yako tokea uolewe na Bujra, ulikuwa vipi na sasa hivi uko, uko vipi? mm. Kwa wanaonijia mabadiliko anayoona, kwa sababu nilikuwa kivaa si ninja, sahii navaa ninja. Nilikuwa nikivaa mabuibui tu na, na yeah. nikiba, mabui mitandio madera peke yake mm. Lakini sahii navaa na siwezi toka bila ninja mm siwezi vaa kama nimejistiri vizuri kama hivi. na hiyo ni Bujra ama ni mwenzako ndo ya kufundisha? ni Bujra, ni Bujra mm. na unachukuliaje kwamba wewe anakuambia uvae ninja, lakini kina Sofi kina Digo tiktoka anaotembea nao wote hawana ninja, unachukuliaje hiyo, kwamba akufanyi wewe ni mtumwa? kwa sababu mimi ni mke wake yeah. na ana haki ya kuniambia, na mimi nina haki ya kumsikiliza mume wangu anachotaka yeah. Eh, lakini wale, kila mtu ako na mtu wake mm. na kila mtu ana wazazi wake yeah. So um, inakupa inakusumbua ina, ina ama mwanzo mwanzo ulikuwa ina shida labda joto? eh, nimezoea hmm. um, mbali bali um, na kuvaa madhera um, na bila mitandio. Wewe pia ni mchoraji, na baada ya ndoa tuliona ile duka. So ile duka ilikuja baada ya ndoa ili shift from one place to kule ama ni Bujra ndo alikufungulia mahali? Mi um, ah, nilikuwa napamba tokea kitambo hmm. Lakini nilivyokuja nikaolewa sasa ndio ile nikaamua nikachanganya, lakini sio kwamba yeye ndo alinifunguliwa hmm. Kwa sababu huwezi kufungulia mtu kitu kama hakijui. Ah, nasema ile studio tunajua kwamba ulikuwa una pamba hmm. Lakini alikuwa hauna studio hmm. Uh, so baada ya ndoa ndio ndi ukafunguliwa studio hmm. Uh, pengine um, yeye ndio alikufungulia ama ulikuwa umejipanga tayari, uh, kwamba nikiolewa mimi nitafungua studio? Mm, mimi sana, sana kwani ile mtu aniite niende nikampambie lakini mm. Sasa nikafikiria vyenye niko yeah, na mume na yeye mwenyewe na venye alivyo, mm, haizi niruhusu nitoke, mm, ile mtu anipigie simu anambee njoo nipambe pambe, yeah, yeye akisema hapana mimi nimemwambia mtu hapana, mume wangu akataa. Sasa ndo akaona kuliko huku kwenda huku na huku mm, afadhali zitengeze studio, mtu aje awe anakuja hapo nyumbani. na mbona ukakubali studio iwekwe Mwabungo ambako ni upande wa bibi mwenzako kule, na ni upande wa bwanako? Nakumbuka ukiwekwa huko ulikuwa wewe hauja haujahamia Mwabungo. ni tulifungwa mm, Kombani kwanza tuliishi Kombani yeah. E, lakini mimi mwenyewe ndo nikamwambia mume wangu, tuko mbali sana yeah, na ile mwenzangu yeah, pengine eza kaa naumwa ama kitu chochote kikatokea, pengine iko kule mi naumwa yeah, itakuwa yani itakuwa ni kurisi yeah, kwa sababu yatoke kwanzia mwabungo mpaka kombani yeah. Ndo akaniambia acha tutafute nyumba ambayo itakuwa karibu na mwabungo yeah, ndo tukaamua turentishe mwabungo lakini vilevile tunajua, uh, tuna, uh, tuna, kwamba shemegetu ni mpambaji, kwa hiyo wale maharusi uh, wale watu wa kupenda makeup Mabungo, Mabungo uh, sehemu gani pale, kona mwaka? Kona mwaka. Pale, uh, mwaka pale. na mwaka pale Mabungo kona na kona Shimba Hills pale, shemeji wetu ana ofisi pale na studio ambayo ukifika pale unatakuwa uh, unapambwa uh, vizuri na pretty glam. Sasa ujio wa Jimbo, ujio wako kwa Jimbo Media, sasa natumai wewe uko kwa ile board of directors wa Jimbo uh, deals zina, tunalipaje sisi customers Customers ama cast? Customers sisi tunaleta matangazo kwenu, tunalipaje sisi? Ah, hiyo ni siri yetu manake tukisema tunatangaza. Yeah. kila siku tutakuwa notification, yani watu watajia kila watajaa kilatakuigia jimbo kwa sababu ni, ni ni, rahisi ama ni ni tunapata deals kubwa kubwa, alhamdulillah yeah. Mm. So cast wanakula vizuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wewe ukiwaita mtu kimuuliza na nakuambia kama mtu tuliona aseme hmm. Alituliona juzi Sofiron akinunuliwa iPhone hmm. na sijui kama uko na iPhone wewe ama... Sia, oh, kuna, ni iPhone mimi, sijui labda ni, <laughs> ni tekno lakini macho matatu hio. <laughs> Ulipokeaje kwamba mumeo amechukua ile surprise kubwa na akaipeleka kwa mtu ambaye pengine hamuko katika ile ring? Mimi hmm. siku, sikuona shida kwa sababu aitaje matunda yake nayaona, ni mtu ambaye kuna bidii na amekuwa na jimbo mingi ya kitambo. Wengine walitamani apewe hii ya zamani au apewe ile mpya, kitu kama hivyo. Alikuwa anastahili kupewa mpya, kwa sababu yeye amefanya bidii sana. Hata mimi, mimi nimekuwa jimbo, yeye ilikuwa tayari iko jimbo tayari mm. E, amepigania sana, hivyo ndio naweza kusema ni kua hata alikuwa anaona anastahili kikubwa hata kuliko hiyo iPhone. sema mwenyewe kila siku kwa vikaa mimi nataka iPhone, najua kila mtu kwenye nani yeah. Sote tuko na iPhone yeye yeah. Sasa hana oh, yeah, alikuwa kujiona yeah. Mpweke ndo wakaona afadhali ino iPhone yeye mwenye taaishamsina ta your, your user. Ah, ah, yani alikuwa naona pengine ni ile kitu kikubwa, lakini saa hii ni kama cha kawaida. Mtazamaji ana kuna digo TikTok hapa anatusumbua, anataka uh, shemeji yetu wakafanya bili tatu. Nimekwambia hapa ni mahali ambapo kuna mishemishe mishe nyingi. Uh, Jimbo Media wako na a performance na pia kuna mambo ya picha nina nini. Kwa hiyo kufikia hapa tutamwacha shemeji yetu, lakini tuahidi kwamba tutapata wasaa siku zijazo, pahali patulivu tuongee zaidi ya haya, kama mumeshindwa kumalizia hapa mwezi kupata kwengine tena hayo. <laughs> <laughs> <laughs> ni maneno ya shemeji yetu, lakini nina imani kupitia kwa boss wetu Bujra Muhamed tutampata. yeah. na zile maswali ambazo mtakuwa mmeweka kwenye comment section, tutakuwa ni wenye kumuuliza wakati huo na tunaimani atatujibu. Hadi kufikia sasa, wacha tuendelee na sherehe, na lile ambalo litachipuka, tutazidi kukujuza wewe kama mtazamaji wetu. Lakini usisahau kusubscribe katika um, YouTube channel yetu ya Mums Boy, ili upate ama uzidi kupata uhondo kama huu. Mimi ni Mums Boy, kufikia hapa, kuwa nasi.